Ni kufumuliwa kwa Jeshi la Polisi. Kama kuna taasisi yani inatesa inakosesha raha watu furaha ya kuwepo katika nchi hii, ni Jeshi la Polisi kwa utendaji wake wa kazi, ubambikaji watu kesi, kukosa kwake kuwajibika. Ni taasisi ambayo inabidi ifumuliwe yote, alafu igawanywe, yani tuwe na shirika la upelelezi la taifa, lakini tuwe na polisi ambao wahusike na hizi shughuli za ukamataji E, trafiki, e, ulinzi ulinzi kule kufanya, lakini mambo ya upelelezi wote yatoke polisi, kwa sababu hayo ndio chanzo cha ile jeshi kujigeuza kama wapiga ramli na watu katili, wanaotesa watu, kufunga watu, kuzuia watu kufungwa kwa muda mrefu, kuumiza wananchi, kukamata watu na kubambika kesi. Lakini ukiwa na wapelelezi wengine ni tofauti, kwa sababu kuna mtu anafanya kazi kwa uweledi mahali na akisema nendeni ne sehemu fulani mkakamate mtu Not, ya na huyu naye ataangalia jeshi langu ya kukamata inaniambiaje, lakini sio kwa sahihi hapo. Wamebeba kila kitu hao hawa, hapo hawana uweledi, hawana utashi, hawana uzalendo, ndio maana wanasababisha maumivu makubwa sana kwa umma. Mtu ameposti tu ka message wanaenda na magari 24 eh, AK47, unaenda na kamata mtu hata kwenye maruboro hajai. Sasa what kind of uh, utilization of resources like that taasisi ya pili ambayo ningetaka ifumuliwe ni Bunge, ambao la kwanza iende kwenye elimu ya wabunge, angalau mbunge awe na elimu isiyopungua digirii. Pili, mishahara ipunguzwe. Tatu, taasisi ibadilishwe, mbunge akiwa mbunge asiwe waziri. Sisi wananchi tukute bungeni tukuhoji, kishakuwa rais tafuta waziri unakotaka. Turuhusu wagombea huru. Sifa ya spika wa bunge asitokane na chama chochote cha siasa. Awe ni mtu ambaye hajawahi kushiriki au kuhusiana na chama chochote cha siasa. Tunapotafuta majaji, kuwe na interview za wazi na tuweke kota ambao angalau 90% ya wale tunao wa interview wawe watu wanaotoka kwenye kada ya uhakimu, yani mahakimu, si mtindo huu wa kuchukua sana huku wanasheria wa serikali kuwajaza kila mwanasheria wa serikali anaambiwa, jaza fomu jazeni, huku kuna nini sijui, ukwenda kuteuliwa ujaji nini? Hapana, ndio imecompromise ule muhimili, ambayo jaji akikaa nafikiri yeye ni serikali, kumbe hajui yeye ni mahakama. Tuna wabunge karibu mia tatu na kitu. Inchi nchi kwa namna ilivyo si kwa nini nchi zote za Afrika sijui kwa nini tunashindaga nchi kama Tanzania brother, kwa hapa ilipo inahitaji wabunge wasiopungua mia sitini ukichanganya na waviti ma. Mm. Kwani wilaya moja iwe na majimbo manne mangapi unatafuta. Tena nyingine unakuta kajimbo, tujimbo tungine tuna watu elfu mbili, tujimbo tungine kwa mfano kama Zanzibar kule utajia moja wabunge wawili. Hapa Tanzania labda sehemu ambayo wabunge tungeweka wengi wengi kidogo ni Dar es Salaam pale kwa idadi ya watu. Dar es Salaam, Mwanza. Na lakini huko kwingine kote kila wilaya ni jimbo. Alafu madiwani si ndio wako na watu? ndio halmashauri iliko. Kwa nini unaondoa mbunge kila mahali? Kwa unapunguza wabunge karibu mia mbili nao wahitajiki. Jambo lingine la kufanya, kufuta vyeo hivi vya wakuu wa wilaya. Unaondoa vyeo vyote vya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, avuna nafasi na basi ukilazimika, basi kwa sababu kutakuwa kila jimbo lina mbunge, basi tutafute katika -ka -ka -ka mkoa, basi kule mkuu wa mkoa anayechaguliwa ambaye ni kama gavana, au anachaguliwa, sio anateuliwa. mkua mkua ni mkua mkua, kwa sababu leo kazi ya mkuu wa mkoa ni nini? wati zidwe. siku moja nilimuuliza mtu, nikimuondoa mkuu wa mkoa leo, nikamwambia kakae kijijini kwenu kimya kabisa, kazi gani itakuwa? Hakuna. Kutumia ni mambo ambayo haeleweki tu kwamba kazi ambayo inaweza kufanyika na huyu kuna na madumplication sio inaanza huku rasimu usiokuwa na sababu. Kwa hiyo ni maeneo ya kubadilisha, ili kuleta ni kuondoa kinga kwa viongozi wote. Kuondoa kinga kwa viongozi wote wa umma isipokuwa rais. Yaani, rais tunamwekea kinga kwa sababu ya mazingira ya nafasi yake ile ya urais, kuna wakati analazimika kufanya maamuzi ambayo ni lazima Mwekee kinga ili aweze kuwa na uhakika wa namna ya kufanya, lakini na wengine wote akamatwe na kushtakiwa. Wakati huo huo TAKUKURU na upelelezi, yaani kama TAKUKURU upelelezi unavyoona, TAKUKURU au adea, eh, madawa ya kulevya eh, TAKUKURU wote wao ningeboresha, lakini ungekuwa vitengo katika kikundi cha katika ile, uh, taasisi ya upelelezi ya taifa, lakini with very equipped, wape vifaa vya kutosha, wape resources za kutosha, wapelitha kutosha wape kila kitu cha kutosha lakini ii inakuwa ni department kule ndani upelezo, e, tuskile, tukabu. Kwa hiyo upelelezi unakuwa unafanyika scientifically. Leo tungekuwa tunaangaika kwamba watu wanapotea, tujue anayechukua